Habari za ufalme wa Mungu zinaendelea kuhubiriwa na tukiwa katika hili, ni wiki la Pentekoste. Uh, kuna kitu kimoja kiko hivi, uh, nchi ya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, hizi ni nchi ambazo ziko katika ukanda wa Afrika Mashariki, na Afrika Mashariki yote ni, ni, ni yani Bwana Yesu Kristo anatazama kama nchi nchi moja Alafu mimi nakaa ukanda wa pwani. Sasa ukanda wa pwani ambao ninakaa mimi, siwezi kukwambia natokea mkoa gani, lakini ukanda wa pwani kuna mji wa Dar es Salaam, kuna, kuna pwani, kuna kuna Lindi na Mtwara, lakini hii yote ni ukanda huu, ni ukanda mmoja. Kwa hivyo hili ni jimbo moja, ndivyo Bwana navyotazama. Kwa hivyo hii mikoa na nchi tu, yaani majina ambayo tumeita sisi, lakini neno la Mungu kuna jinsi ambavyo linatazama, lina tofauti na sisi tunavyotazama.